Wanachama wa CCM na viongozi, nembo ya chama chetu, nembo ya chama chetu au utambulisho wetu ni namna hivi tulivyo leo hapa mbele, uongo kweli? Na tumependeza, jipigieni makofi mengi sana. Unajua ukipita huko nje watu wanasema CCM wanaogopa kuvaa sare. Hapa tumevaa nini? Hapa tumevaa nini? Unajua kwenye mitandao kuna utapeli mwingi sana o wana CCM hawawezi, tunawaambia chama hiki sio kikoba. Hii ni taasisi. Taasisi inaendeshwa na watu ndani ya nini? Ya taasisi. Tutagonga sare, tutashona za kutosha, na tutapeperusha bendera kama kawaida. Kwa nini? Kwa sababu chama hiki kimefanya makubwa ndani ya taifa hili. Kuna watu wengine huwa wanajaribu kutishatisha watu. Hakuna mtu anaweza kumtisha mtu, ila Chama cha Mapinduzi kimelelewa katika misingi ya adabu na nidhamu na kuheshimu watu. Chama chetu kikitukana hakikurejeshei matusi, kinakushauri kwa hekima ya adabu na utulivu. Ndiyo tofauti ya CCM na vyama vingine. Mwana CCM unaweza ukamkashifu ukamtukana akakwambia tu Mungu akusaidie wanachama wa CCM na viongozi, nembo ya chama chetu, nembo ya chama chetu au utambulisho wetu ni namna hivi tulivyolewa hapa mbele. Uongo kweli? Na tumependeza, jipigieni makofi mengi sana. Unajua ukipita huko nje watu wanasema CCM wanaogopa kuvaa sare. Hapa tumevaa nini? Hapa tumevaa nini? Unajua kwenye mitandao kuna utapeli mwingi sana. O wana CCM hawawezi. Tunawaambia chama hiki sio kikoba, hii ni taasisi taasisi. Inaendeshwa na watu ndani ya nini, ya taasisi. Tutagonga sare, tutashona za kutosha na tutapeperusha bendera kama kawaida. Kwa nini? Kwa sababu chama hiki kimefanya makubwa ndani ya taifa hili. Kuna watu wengine huwa wanajaribu kutishatisha watu. Hakuna mtu anaweza kumtisha mtu, ila Chama cha Mapinduzi kimelelewa katika misingi ya adabu na nidhamu na kuheshimu watu. Chama chetu kikitukana, hakikurejeshei matusi, kinakushauri kwa hekima ya adabu na utulivu. Ndiyo tofauti ya CCM na vyama vingine. Mwana CCM unaweza ukamkashifu, ukamtukana, akakwambia tu Mungu akusaidie.